Tukienda katika hatua ya tano ni kuepuka kubeti na hisia. Betting inahitaji nidhamu na mpango. Ili uweze kuwa na nidhamu na mpango kuna mambo kadhaa wakadha, nimeelezea huko nyuma. Kama hujaangalia video, hakikisha umeona umeangalia. Subscribe channel hii, share video zangu kwa marafiki, ili mambo yaweze kwenda poa zaidi. Nakupa ni hatua ya tano ya kuweza kufanya katika zile mbinu saba ambazo nakupa ni kuepuka kubeti na hisia. Moja ya makosa makubwa ambayo watu wengi huyafanya ni kubeti kwa hasira au tamaa ya kurudisha pesa walizopoteza. Hii ni njia moja kwa moja ya kuelekea hasara kubwa zaidi. Ili kuwa na mafanikio katika betting, unahitaji kuwa na nidhamu na kufuata mpango wako bila kushawishiwa na hisia. Hili ni jambo ambalo nimekuelekeza. Kwa mfano, kuna madhara kadhaa ya kuweza kubeti kwa hisia. Kwa mfano, kakupa madhara matatu ya muhimu ambayo unaweza kuona kabisa. Haya ni madhara ya fai katika kubeti kwa hisia. Tukianza na kwanza, unapoteza pesa haraka. Unapoteza beti, unaweza kushawishi, kushawishika kuweka beti kubwa zaidi ili kurudisha pesa zako. Hii inasababisha kupoteza zaidi badala ya kushinda hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, unafanya maamuzi mabaya kutokana na hofu ya ko, umeshini, ume, ume, umechana, umepoteza, umetapeliwa. Badala ya kuchambua mechi vizuri, unaweka beti kwa haraka kwa sababu ya hasira au tamaa ya kurudisha pesa. Hilo ni kosa kubwa unaweza kulifanya na unabeti mechi ambazo hukupanga awali, hata hii ligi usioijua vizuri, unapoteza una una. Na jambo la tatu, unapoteza una unapoteza udhibiti wa bankroll yako ambao nilishawafundisha kwa jinsi gani ya kuweza bankroll, unakuta unaipoteza, mwisho wa siku unafilisika badala ya kufuata mpango. Kwa hiyo mambo inabidi uweze kuyazingatia na uyapuke, ujifunze, tulize akili yako unapo feli, kubali kushindwa, tulize akili yako uweze kufanya kitu kizuri. Hakikisha tu umesubscribe, umeshare, umelike and comment.